Okay jamani, kama ilivyo kawaida tunaendelea kuona watu wakitoka na tuzo zao wakitoka na ushindi wao. Baada ya kufanya kazi kwa juhudi kupata tuzo ni moja ya uh, kitu ambacho kinazidi kupa wewe motisha mpambanaji, na hapa nipo na kijana uh, kiuzuri, siku hii ya leo vijana ni wengi na wengi wameshinda tuzo hizi. Nipo na kijana huyu atajitambulisha yeye ni nani. Kaka, mambo vipi? Poa, mambo safi. umependeza sana. Uh, mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya ESK Production, kampuni ambayo uh, tunadili na masuala ya picha pamoja na video lakini pia uh, ni mmiliki wa kampuni ya ESK Food Product, kampuni ambayo uh, tunadili na uuzaji na usambazaji wa bidhaa mbalimbali za nafaka tunazalisha unga wa kupikia unaoitwa ESK Super Sembe na dona, lakini vilevile vile tunazalisha bidhaa zingine za chakula. Unajisikia, jisikia, siku leo kupata tuzo hii nzuri? Ah, kwa kweli nimejisikia vizuri sana uh, kupata tuzo hii na hii ni maalum kabisa kwa wateja wetu wa kampuni ya ESK Production. Tuzo yenu hii tumeshinda wote, ni ushindi wetu wote. Kwa hiyo uh, wakaribie tusherekee wote ushindi huu. Ni waahidi tu kwa tuzo hii uh, sisi tutaendelea kuwa bora zaidi na zaidi, tutaendelea kufanya kazi kwa bidii zote, lakini tutaendelea kutoa huduma bora kwa wateja wetu ambao Uh, wamekuwa wakitusapoti mara kwa mara. Asante sana na kuzuri, umejielezea vizuri sana jamani. Ndugu wateja, popote mlipo, kila mlichokisikia kwa CEO huyu wa ESK, tunaomba muwafuate kwenye piji zao uh, lakini pia kuna contact zao mtaziona pale kwa huduma nzuri za video production, picha na kila kitu, watawahudumia vizuri sana. Nashukuru sana.